Una tatizo kubwa la la ulimaji wa kilimo cha bangi kwa baadhi ya vijana, zoezi ambalo nimelitolea taarifa mara nyingi polisi. Na walikuja polisi zaidi ya mara tatu, walikuja awamu ya kwanza, wakaja awamu ya pili, awamu ya tatu ndio ilikuja kundi kubwa la askari pamoja na viongozi kutoka mkoani, kutoka wilayani na polisi wa Mtama kuja kufanya operation maalum ambayo ilihusisha magari zaidi ya manne. Na, wa, na tukafanya programu ya kufyeka mashamba yote ya bangi kwenye maeneo hayo, kutokana na hali ya hewa, kwa sababu kwetu po uwanda wa juu ni eneo lenye baridi sana. E, kwa hiyo wenyeje tujaribu kufuatilizia, lakini wanasema kwa maeneo haya, kutokana na hali ya hewa ya kule, bangi haistawi. Ndio nimesikia baadhi ya watendaji wakiwa katika mstari wa mbele kabisa kufichua uhalifu. Mfano, yuko mtendaji mmoja aliwahi kutoa taarifa za e, kilimo cha bangi ambacho kilikuwa kikiendelea katika kata yake, ambapo alitoa ali taarifa jeshi la polisi, na ziliweza kukamatwa hekta kadhaa za bangi e, na watuhumiwa kutiwa mbaroni, jambo ambalo lilisaidia e, kwa kiasi kikubwa kwa sababu bangi ile ingefika mtaani na ingefika katika jamii, basi ingeweza kuleta madhara makubwa. Kwenye somo la ulinzi na usalama, watendaji wameelimishwa juu ya umuhimu wa wao kutoa taarifa za uhalifu zinapotokea kwenye kata zao, ambayo kwa kufanya hivi itasaidia kuboresha ulinzi na usalama kwenye kata zao, lakini vilevile vile kupunguza majukumu ya sekta nyingine kama polisi, kuifanya iwe rahisi kwao kulinda usalama na nchi kwa ujumla.